Ndugu zangu, lengo kubwa, maono yangu mimi kama mbunge wa jimbo hili la Mbeya vijijini ni kuona Mbeya vijijini na kuwa ya kidijitali. Sasa kutimiza adhima hii, lazima tuanze na watoto, yaani wanafunzi wetu shule ya msingi, hata sekondari. Kwa sasa tumeweka nguvu sana kwa sekondari, watoto hao wa wajifunze masomo kidijitali. Kompyuta hizi ndani yake zina vitabu ya ziada na kiada ambavyo watoto wanaweza karejea katika maana ya hivi vitabu vyote vinapatikana, ili naamini limerahisisha, lakini litawapunguzia walimu adha katika maana ya bajeti, badala ya kwenda kununua vitabu watavikuta humo. Tunaamini kwa kufanya hivyo, kwanza kwa itaongeza uelewa wa wanafunzi wa kwa haraka, lakini itawarahisishia ufundishaji uh, walimu lakini kikubwa kuliko vyote tunataka kujenga kizazi ambacho kiko competent na TEHAMA. Na mimi kwa nafasi yangu kama mbunge naangalia namna gani nitasaidia vijana vijana, badala ya kuwa bize mtaani kuzurula, waje na wao wanufaike na hii miradi ya uanzishaji wa hizi maabara kwenye hizi shule. Nimeomba walimu waandae utaratibu mzuri wapo wanafunzi na wengine wanawafahamu kwa majina, ambao mpaka saa hizi wanasoma, wanatumia gharama, wanatoka hapa, wanaenda mjini kwenda kufuata hizi huduma za kujifunza basics of computers. Uh, kujifunza kuandika wedding, kujifunza excel. Sasa walimu hapa tunao, badala hao vijana kutumia nauli zao na kwenda kulipa ada huku kwa, kwa, kwa, kwa gharama, sawa na bure kabisa, waje wajifunze hapa na mimi nimeahidi kama mbunge kwamba nitafacilitate kutoa fedha kwa ajili ya walimu watakaokuwa wanasimamia hilo zoezi. Vijana wale wote wanaohitaji waje hapa watajisajili, walimu wapo waji, wawafundishe. Wakishawafundisha tunaamini tunajenga Mbea vijijini ya kidigitali kwa vitendo. Eh, wamepata vitendea kazi wanafunzi wetu Vijana wetu watajifunza vizuri maarifa. E, aliye Irembo atajifunza sana ambaye yuko Dar es Salaam. Sisi tunakuahidi hivi vifaa tutavitumia vizuri na tutavitunza. Mpango huu wa kusaidia kwenye eneo la kompyuta kweli inalenga kuimarisha elimu kwa watoto wetu, hasa kwenye eneo la kufundisha na kujifunzia, kwa kuwa mitambo iliyofika shuleni inamfanya mwanafunzi badala ya kwenda kwenye manual library sasa anakwenda kwenye digital library, na jambo ambalo ni jepesi na nawafanya kuwa ni watoto wa kisasa wanaokwenda sambamba na teknolojia ya sasa inavyotaka. Hivyo sisi tukushukuru sana na kukupongeza kwa majina. Anaitwa Nancy Francis Mwakiaba, nipo kidato cha cha tano gm katika shule ya sekondari Usongwe, kwanza tutanufaika kwa kupata material tofauti kutoka kwenye hizo kompyuta na tuta, pia tutapata, tutapata maswali tofauti na material tofauti kutoka kwenye hizo kompyuta ambazo zitatusaidia ku gain knowledge nyingi kutoka kwenye hizo kompyuta na ambazo zitatusaidia kupata uelewa zaidi kuhusu mada fulani au sehemu fulani katika, katika topiki fulani au somo fulani madarasani kwetu. Kwa majina anaitwa Sister Akimu Apolinari. Hapo mwanzo tulikuwa tunapata shida sana na changamoto za kuanza kuuliza maswali mbalimbali mbali kwa walimu, lakini sasa hivi sio lazima tuende tukauliza swali kwa mwalimu, lazima tuje hapa tupate maswali mbalimbali ambayo yalitokea kwenye mitihani iliyopita na hata mitihani ya taifa mbalimbali mbali kuanzia form 2, form 4 pamoja na form 6. Hii kompyuta umeturahisishia mambo mengi sana katika elimu yetu. Pia tunashukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa kutupatia hizi kompyuta. Wanafunzi tutazitumia ipasavyo na tutatumia jinsi inavyotakiwa na tutajifunza mambo mengi kupitia hizi kompyuta.